Ankoli, nitataka nikujuze ni jambo, hakuna mwanadamu yoyote ne njua wewe anapenda maendeleo ya mwenzie. Wanadamu wamejaa hasidi, hasada, chuki na vita tu. Hata mtu ambaye hujantendea ubaya anaweza kakusema kwa mabaya tu, kwa sababu mwanadamu ameumbwa katika swala la kulopoka tu na kufunza kuwa mstaarabu na kufikiria jambo mbalo unalilizungumza, unantendea ubaya. Umemuumba wewe Mungu alioumba mbingu na ardhi, ye njo ugawa riziki, kwa yule anampa mtu mpendae na nanyima na pia ntakayi yanini kutakalamu kwa jambo lisilokuwa ukitalaji makoko chungu utakiunguza. Ankoli, maisha ni vita Tutaendelea kupambana mpaka pale ambapo tutakapoona jasho linamwagika chini, basi tutasema amina na Mungu kuziweka riziki zetu. Umeelewa, njombo? Moja kati ya maeneo ambayo Mwenyezi Mungu ameyajalia vipaji ni Kigoma. Kigoma inasifika kwa vipaji vingi sana, mpira wa miguu, wanasiasa, watu wa muziki. Kwenye sanaa ya maigizo, ndio sehemu ambayo bado Kigoma haijatajwa kwa ukubwa huo kama ambavyo ilivyo kwenye tasnia nyingine. Mmoja kati ya watu ambao wanajipambanua kwa aina yake ya sanaa ambazo wamekuwa wakizifanya, ambazo zinakuwa zinawashika watu walio wengi na wengi wakitamani kumfahamu ni nani hasa ni bwana Haji Tambwe ambaye anajulikana hivyo kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram. Binafsi nilimfahamu huko, nikaona haitakuwa kitu kibaya kama tutapata fursa ya kumtembelea na kumfahamu kwa uzuri zaidi, kwa undani, ili na wewe mtazamaji wa Anwaary TV uweze kumfahamu Haji Tambwe ni nani. Yeye atatuelezea kwa upana zaidi shughuli zake, changamoto, faida na hasara zote anazokumbana nazo kwenye aina ya sanaa anayoifanya. Bwana Haji, asalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuhu. Uh, kwanza tuanzie hapo kwenye Haji Tambwe. ni jina la jukwaani au ndio jina halisi ambalo wazazi walikubali nalo? Hapana, wazee wangu wa kunipanga hilo jina. Mimi majina rasmi naitwa Ramadhani Shaban Khalfan Juma Tambwe. Baba yangu alienda kuhiji, kwa hiyo akampa jina la alhaji, akatumia yeye jina la haji. Mwisho wa siku nilibarikiwa na watu Kutokana na mimi nilifanana sana na mzee, kwa hiyo wakiwa naniona mtaani, anaita haji haji. Sasa mimi nikachukua jina la Haji hili na jina la mwisho kabisa la mababu zetu, Tambwe, kwa hiyo nikalikusanya, likiwa naitwa Haji Tambwe. Umemsikia alichokizungumza, hili ni jina la jukwaani ambalo kimsingi ukifuatilia asili ya jina hili lipo ndani ya familia, kwa sababu mzee wetu alienda hija, Mwenyezi Mungu akamjalia, hiyo moja kati ya nguzo za dini ya Kiislamu. Kwa ile taito ya Alhaji ndo akawa anatembea nayo, na mwanaye katumia jina la Haji akachukua na lile la mwisho la Tambwe, anap, anajulikana kwa jina la Haji Tambwe, ambalo kwa namna moja au nyingine ndilo ambalo linafahamika zaidi, kwa sababu hata kwenye harakati zangu za kumtafuta sikutumia jina lingine zaidi ya Haji Tambwe na haikunisumbua. Sasa twende moja kwa moja kwenye aina ya sanaa unayoifanya. Mara ya kwanza nilivyotazama video zako, mtu wa kwanza kunijia kwenye fikra zangu Alikuwa ni Gabo Zigamba. hii kwanza kwako imekaaje, Gabozigamba? Hey, ndio Gabo Zigamba. gamba <laughs> Mtaji ni fedha. Fedha ndio changamoto kubwa, kwa mathalan nakwambia mi nimefanya short clip nyingi sana, zaweza kufika hata mia mbili eh. Kuna watu wanatamani nifanye movie waone. Mwanzo nimefanya movie na zikaenda sinema zetu kafanya miaka miwili imekaa pale inaoneshwa movie yangu, lakini ile nguvu kule, baadaye watu walileta leta vichukichuki visivyokuwa na msingi, mwishoni ile nguvu ikafanya ije ikapotea, nikarudi kujitafuta mi peke yangu. Sasa nguvu yangu ni ndogo sana, kwa hiyo watu wanatamani nifanye laba single movie. Single movie kama tunavyoelewa, ina gharama, lazima ujitafute upate kidogo ambacho cha kuwakusanya watu na wenyewe hata kama huo una uwezo wa kuwalipa basi wapate hata chakula, wapate sehemu nzuri. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa kipato. Umezungumza kwamba kuna movie yako imewahi kwenda sinema zetu, ni moja kati ya platform kubwa sana nchini Tanzania ambayo imekuwa ikitangaza vipaji vya waigizaji. Ilikuwa inaitwaje hiyo movie? inaitwa kwetu kwetu. Uh, unadhani ni kitu gani kilichofanya movie ikaenda? Kwa sababu kusha, ikishafika Azam kwa maana ya sinema zetu, maana yake imeenda. Kilichofanya wewe ukabaki nyuma, haukwenda na movie yako ni kitu gani? Mwongozo tu ulikuwa ni mbaya. Mwongozo, mwongozo upi? Kuzungumzia mwongozo, ni ile hali ambayo ya mtu ambaye yuko mbele aidha katika ya maswala wewe unaweza ukajitolea ukasema mimi bwana nitaidhamini hii movie. Kwa hiyo ile movie inakuwa ni ya kwako. Kwa hiyo ikishafikia hatua mmekosana kidogo, alafu mtu akakata yale mawasiliano, ina maana huwezi kufika mbele wewe, itaenda movie ila sio wewe. Hata kama kuna connection ambazo zitapatikana itapatikana kwanza kwake kwa yule kwa mtu sasa, kuna mawili, kulileta kwako ama kuliacha tu likapotea. Tambwe, kwangu mimi jina lako ni kubwa sana ndani ya mkoa wa Kigoma. Na huyo aliyekata connection ni mtu mmoja, lakini kwa namna ambavyo umeshajipambanua na aina ya short clips ambazo unazokuwa unazifanya, nilitaraji kungekuwa kuna watu wengine watano, sita, saba, kumi nyuma yako ambao wangekuwepo kwa niaba ya kukupushi. Unadhani kwa nini hawa watu hawapo? Na kama wapo, ni kitu gani kinafanya mpaka sasa haujafika pale ambapo unapaswa kuwepo? Yeah. Yani nahisi ni kutokuelewa, ni kutokuelewa. Yani sijui hata niwekaje hii. Kwanza, hawa watu ambao wanapaswa kukusaidia ku, either kukupushi au kukuvuta uende pale ambapo unataraji kuwepo wapo au hawapo? Hawapo. Hawapo. Unadhani shida iko wapi? Sasa kulingana na kipaji chako ulicho nacho, then wanakosekana watu ambao wangekuja kukupushi, unadhani shida iko wapi? Bado hawajagundua labda, mimi sija, yani nachozungumzia, labda mimi kimfano, labda wewe mathala, napenda sana kutoa mifano. Wewe unaweza ukapenda kitu, lakini ni mzito wa kusapoti. Sawa, na kila kitu kinakuja kakadari ya Mungu mwenyewe, akipanga. Labda pengine hawa watu ambao wana uwezo wa kunipushi bado hawajaona, labda sijafika katika renki ambayo wenyewe labda huenda wanahitaji na wengine pia inawezekana wanashindwa namna ya kunipata. Sijui naeleweka vizuri nzuri yeah? Labda inaweza ene, ikatokea hivyo. Na kitu kikubwa cha kuzungumzia muda muda ukiona, maana kwamba muda wako haujafika, au muda nini, huenda haijapatikana muda wa mimi kusapotiwa. Na umechukua umefanya jitihada zozote zile za kutafuta ni namna gani ambavyo unaweza ukapata watu ambao wanaweza kukushika mkono kukuvusha kutoka hapa ulipokwenda sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi? Mm, natafuta. Yaani mimi ni mpambanaji sana. Yaani kama ninavyoambia watu wapambane, basi mimi ni mpambanaji mmoja wapo. Mimi natafuta sana. Na so, watu hawapo wanaweza wakaja lakini ikawa sometimes ni uongo tu. Mtu anakuambia bana, basi mimi nitakupushi hichi kitu. Lakini mwisho wa siku anakata. Unatafuta mshoni, na mimi huaga spendi kumsumbua wa mtu. Naweza nikakupigia mara mbili mara tatu nikaona ushiki simu yangu nika ah, Jamaa labda mambo yamebanana, huwa si laumu, ila anaweza akasema kuna majukumu mengine labda yameingia, basi tunaachana hivyo. Lakini sijampata ule wa kikiri kakara wa kusema labda nimemtafuta nimempata, lakini harakati zangu nazidi kupambana, kwa sababu mimi mwisho wa siku ndoto yangu si, si, na Mungu ananiona, huwa napenda siku moja Kigoma ipate sifa kubwa sana kupitia kipaji cha kuigiza Yani ni ndoto yangu, yani niunyanyue mkoa yani hii, yani watu wote, na ninyanyue mkoa ufike katika malengo ambayo mimi nayo yataka. Sanaa iko chini sana sana sana sana. Kwa hiyo mimi nina imani kuna siku moja naweza nikaunyanyua mkoa wa Kigoma, kuna namna yoyote ile, kwa sababu ninachokifahamu, au ambacho nimewahi kukisikia, kumewahi kuwepo kwa umoja wa wana sanaa hasa sanaa ya maigizo ndani ya mkoa wa Kigoma. Huu umoja unafanya kazi gani? Hakuna umoja, ni umoja hewa tu. Yaani hiyo ni, ni, ni true. Kuna kuna umoja ambao ni hewa, umoja ambao hufanyi kazi. Uh, haujui wasanii, hakuna umoja ni yaani tofauti na mikoa mingine yote. Yaani unaweza ukakuta kiongozi hakuna vikao ndani ya mwezi mmoja. Hakuna vikao vya wasanii wa mkoa au ndani ya miezi sita hakuna kikao cha wasanii kuwaelewesha wasanii kujua nini ambacho kinaweza kikafanyika ili kuipushi sanaa ya Kigoma. Hakuna umoja Kigoma. Kama kuna vitu ambavyo watu wengi wanatamani ni kujua, huwa unatumia muda gani kufikiri kuandika na kukariri yale maneno ambayo huwa unayazungumza kuwapasha walimwengu, mimi sijawahi kuandika. Serious? Yaani haujawahi kukaa chini ukaandika? Yaani huwa kinatokea kitu gani? Yaani yani mimi sijawahi kufikiri kitu kuandika. Mathala ninakueleza mfano. Yale ninawaelezea mimi kwenye TikTok sio walimwengu tu peke yao, na mimi mwenyewe yananigusa. Sijui naeleka vizuri unanikuta eh? Eh, na jambo ambalo nalizungumza lipo nalizungumza eh, moyoni kwangu labda nilikuwa Dar es Salaam na kutolea. Napenda sana kujadilia historia kwa sababu ndio iliniweka katika nafasi, sijui naeleweka vizuri. Siku moja nimekaa nyumbani kwangu nimepigiwa, nika nika nimemkumbuka mama yangu nikampigia simu bibi mkubwa, vipi safi, amesalimika tumesalimika. Ah, una habari kama baba yako mkubwa kafa? sijui naeleweka vizuri eh. Leo na siku ya nne, kaisha zikwa lakini ndugu zako wote wa Dar es Salaam wanazo hizo taarifa, kwa neno wajakupa. Unajua, niliumia sana e, niliumia sana alafu nikaja nikatengeneza content na machungu, bado na machungu. Hapo nilitoka nje, alafu nikamwambia rafiki yangu mmoja anaitwa Meja, nikamwambia Meja shika simu njoo, nikaanza kurekodi ile clip kwa machungu. Ndio mwanzo wa kufanya clip zangu zote ziende, na ndio clip moja iliyokuza akaunti yangu ya TikTok klipu moja kwa machungu nilizungumza, ni kwa sababu nilikuwa nazungumzia swala, ningelikuwa na pesa, taarifa zingenifikia mapema sana. Kwa hiyo wanadamu, huwezi kuonekana mtu kama huna kitu, sijui unanielewa vizuri e, hata unapoona wale wanawake wazuri unawapata, ni kwa sababu unacho. Yani unaweza ukashangaa kwenye familia yako hata kupewa taarifa ya msiba ukawa ni mtu wa mwisho. Klipu yangu ilizu, ilitembea sana. Eh, shortcut ikakuza account. Kwa hiyo yote ambayo unayoona na nayazungumzia ni miongoni mwa maisha yangu eh, mimi ni miongoni mwa maisha yangu. Umesema hauandiki, nataka utupe kionjo kidogo, kwa lafudhi ile ile ya Kimakonde, sijui utatupa kitu gani, lakini watazamaji wangependa kuona, e, tupe kidogo. Ankoli, nitataka nikujuze jambo Hakuna mwanadamu yoyote unenjua wewe, anapenda maendeleo ya mwenzie. Wanadamu wamejaa hasidi, hasada, chuki na vita tu. Hata mtu ambaye hujantendea ubaya anaweza kakusema kwa mabaya tu, kwa sababu mwanadamu ameumbwa katika swala la kulopoka tu na kufunza kuwa nstalabu na kufikiria jambo mbalo unalizungunza, unanitendea ubaya. Umemuumba wewe? Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, yeye ndio ugawa riziki, kwa yule anampa mtu ampendaye na ananyima na pia antakaye. Yanini kutakalamu kwa jambo lisilokuwa ukitaraji? makoko chungu utakiunguza. Ankoli maisha ni vita, taendelea kupambana mpaka pale ambapo tutakapoona jasho linamwagika chini basi tutasema amina na Mungu kuziweka riziki zetu. Umeelewa njombo, bwana? Mimi ankoli nimemwelewa. Yasa, mingine, kuwa kuwa ku. Sasa mengine yadabakia kwako sasa ni kitu kikubwa sana kiukweli, ni kitu kikubwa sana. Mimi ni moja kati ya mashabiki zako, na mimi sisubiri wewe ufe ili nikusifie. Unajua e, na ndio maana mimi meku, nimekutafuta ili tuweze kupiga stori mbili tatu. Kuna siku yoyote ile umekaa kwa hiyo mitandao ya kijamii, wakajitokeza sasa wa makonde wenyewe wakahisi kama wewe ndugu yao, wengi na ulivyoambia kwamba wewe sio makonde <laughs> ni, ni ni, ni... Ni na, ni a, ni kabila gani? A, mimi ni mmanyema mmanyema kutoka Kigoma. Yani, walipokeaje kwanza? Wali, kuna baadhi ya watu wameipokea vizuri kwa sababu ni moja ya kuwatangazia lugha yao, pia walipokea vizuri sana kwa sababu watu wanifata DM mbana, vipi ndugu yangu, we ni Mtwara sehemu gani? Sipajui Mtwara, bado sijawahi fika e kwao. Napokea vema bana, mimi sio mtu wa Mtwara mm -hmm. lakini nawapendeni sana mm -hmm. na wenyewe wameshanipokea mimi kama ndugu yao yeah. E, kwa hiyo nina ndugu ambao wapo Mtwara. Haufikiri ipo siku labda utaamua sasa uje na rafudhi ya Kimanyema au rafudhi ya Kiha ambao inatokea kwenye mkoa ambao pia wewe unatokea? Umewahi kufikiria hiyo siku inaweza ikatokea? Ya, ipo ipo dei nitafanya mta, mta, hivyo, kama lafudhi ya Kiha sindo utambulisho wa mkoa wetu wa Kigoma, lakini mwanzo nilifanya nasikupiga hatua, kwa hiyo siwezi kungania kitu ambacho siwezi kupiga hatua e, lakini lafudhi yetu ya Kiha e. kuna namna yoyote o walau kwa kiwango kidogo sanaa imeshaanza kukulipa sanaa ya uigizaji? uigizaji uigizaji, mm, kiwango kidogo, namshukuru Mungu Yeah, na moja ya mafanikio ni watu watu, najua mimi nakula, nakula kwa kupitia mashabiki zangu e, mtu anaweza akanifata labda e, bro mimi naomba unitengenezee kontenti flani, yani uwe nahusika kitu flani kitu fulani hivi mimi mm -hmm. nitajua namna gani nta e, mtu ananipa, natengeneza kama kwa mfano, kuna content moja ilienda na yenyewe sana Ilikuwa inazungumzia wanawake hmm. E, wanawake sijui ni moja mbili tatu hivyo, nikazunguka e, e. Basi shukrani, yule dada akaniambia bana, ume nizungumzia mimi <laughs> kiasi fulani hichi hapa hivyo. okay. E, ndio upambanaji. Na jambo ambalo limewahi kukukuta kwa sababu ya kuwa Hajitambwe ambalo sofa hawezi kulisema hili, lilinikuta ni kwa sababu mimi ni Haji Tambwe. Nisingekuwa Haji Tambwe hili lisingenikuta, liwe baya au zuri. Nilipi kuzaraulika na ndugu. Yani walikudharau kwa sababu gani? sina no, kuwa Haji Tambwe na maanisha kuwa mwigizaji, si ndio? jina la uigizaji. Yani walikudharau kwa sababu ni mwigizaji mmoja. Kwanza yaani nikwambie ni Mi babangu ni shehe yeah. Mzee wangu kwanza, kwanza. Hivi vitu kwanza, shortcut amekuja vikubali. Sasa hivi baada ya kuona, hey, mwanangu kapostiwa na Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, kwa hiyo kumbe ana kitu cha kufanya, sijui naelewa, unaelewa hivyo hiyo kitu, lakini mwanzo alikuwa naamini, baada ya naambia, jipambanie sana utafika mbali, sijui naelewa vizuri, kakubali hicho kitu, lakini jambo la pili, mi bwana binafsi sijuagi kuzungumziaga pembeni, hicho ni kitu cha kwanza, okay. e, mi huwa niko hapa sasa. Huu ukweli watu wengi sana wanaweza wakanichukia kupitia hiko mimi ka mi ni mkweli, mimi huwa niko hivi, yani huwa sizunguki akiwezekani, akiwezekani kinawezekana tunakifanya e, basi niko hivyo. Sasa ule, ule uril ndio watu hawakubali wakubali kuambiwa ukweli lakini mimi napenda kuzungumza ukweli, hata kama mimi nimekosea, mm. kwa sababu mimi ni mwanadamu, yes. napenda uniambie, so kuzungumzia kwa, kwa ya mwisho nimekwambia, ndugu, kunidharau mwanzo huko unaonekana si kitu, ila sasa hivi alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa, ndugu zangu, wale wote walikuwa wakinidharau, kuna namna ambavyo umaarufu ingawa haujawa mkubwa lakini huu umaarufu ulionao sasa hivi umeanza kukuponza? mm -mm. Sijafikia hiyo eji ya kumponza umaarufu wangu hapa. Kukuponza umaarufu wako, shemeji anaweza kuwa wivu. Ah, Haji hivi leo, Haji kweli, amna. Ah, hivi hizo hazipo, kukizungumzia mm, hivyo zipo zipo hizo. Kwanza ananijua mi ni mkweli. mm. Eh, kwa hiyo kuna sometime anaweza akazungumza, anazungumzia kuenya haki lakini nakuwa labda mimi si sikifanyi kila kitu, lakini yeye wivu wake si ndo anahisi kutoa machungu, ndio hivyo, lazima azungumze mm. Kwa kukisia, labda huyu mtu kutokana na hichi kitu labda huenda huko kuna wanawake moja mbili tatu, lakini mimi huwa nipo hivi mm. Nawambia, yani, hivyo vitu viondoe mm. Na uondoe shaka kabisa yes. eh, ondoa shaka, kwa hiyo hivyo okay. Moja kati ya vitu ambavyo watu wana, wanatamani kujua hasa kuhusiana na wewe ni kitu gani ambacho mpaka sasa yaani, kitu kwamba hiki hapa nimekipata kwa sababu ya Haji, chochote kile ambacho unaweza kamwesha, hey, unakiona hiki ni kwa sababu ya sanaa, ili na wale ambao wanafikiri kuhusiana na sanaa waseme yes, kumbe huko kwenye sanaa kuna kitu fulani mtu anaweza akapata. Moja ya kwanza, kitu kikubwa ni kujulikana, kuongeza uga. Yani, hicho ni kitu kikubwa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hiyo pesa haipatikani bila watu yes. kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa. Kwanza namshukuru Mungu kunikutanisha na watu tofauti tofauti, lakini kusema na kitu ambacho nilichokipata kwenye sanaa hapana mm. E, bado sijapata. jambo ambalo unadhani unapaswa kulizungumza kuwafikishia Watanzania, kuwafikishia wanasanaa wenzako ni lipi? Jambo kubwa kwanza ni kusapotiana, tupigiane sapoti e. La pili, usimdharau mtu, ishi kwa ile kadari ya Mwenyezi Mungu aliyokutengenezea, usiishi kwa kitu ambacho Mungu hajakutengenezea. Lakini tujepushe sana kuzungumza umdomo, bwana, una mambo mengi ambayo unaweza ukazungumza, unaweza kuzungumza, ukazungumza je mali ikageuka likawa baya kwao tujichunge sana katika neno ambalo unaweza ukalizungumza mbele za watu, baadaye watu wakalitafsiri e, tofauti. Hilo na nimezungumza hivyo kwa nini, na mimi ninajua miongoni mwa, mwa watu ambao waliokwambia huyo anajikuta msanii mkubwa ni miongoni mwa kuzungumza kwao, tujichunge pia hicho kitu, na naimani atakuwa ni msanii, kwa sababu mtu ambaye sio msanii hawezi kuzungumza kitu kama hiko. Kwao tujichunge katika kuzungumza. Pambaneni sana kwa nguvu, tuzitoe familia zetu kwenye shida ambazo zilizopo, tutengenezeni maisha ya kesho ya watoto wetu, kwa maana watoto wetu tunapoelekea watapata shida sana. Na tusilipize kisasi kwa watoto, kwa kuwa baba labda wewe hakukusaidia kitu fulani. Hapana, pambana wewe kwa sababu ya mwanao, ndio kitu kikubwa. Bwana sisi tumefika ukingoni, tulikuwa na bwana Haji Tambwe, jina la jukwani. Jina lake halisi ulisema nani? Naitwa Ramadan Shaban Khalfa Juma Tambwe Shaban Ramadan ni nisimalizie, nitaka ya kanyaga mwisho wa siku. Ni kwamba tumemtembelea na hapa ni nyumbani kwao alipozaliwa. Tumefika kwa niaba ya kuzungumza naye, I mean, tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza naye. Tumezungumza naye, ametupa ushirikiano wa kutosha, yale tuliyoyahitaji kwa ajili yako wewe mtazamaji, bila shaka umeyapata, na ile misemo yake ameshaidondosha hapa, yapo ambayo utatamani zaidi kuyafahamu. Mitandao yake ya kijamii atakuelezea ni mtandao gani na mtandao gani, na anapatikana kwa jina gani, ili huko uende ukamfahamu bwana Haji Tambwe vizuri. Kwenye Instagram ni Haji Tambwe, hiyo nimeshaikariri. TikTok unatumia jina gani? Haji Tambwe. Mtandao mwingine ambao ulioko uh, Facebook, Haji Tambwe kwa hiyo kote huko ni Haji Tambwe. YouTube official tambwe, YouTube ni official tambwe. Kwa hiyo unaweza ukamfuata huko kote ukasubscribe na kuwa moja kati ya wanafamilia bwana Haji Tambwe na kuendelea kupata yale madini yote ambayo yeye anakuwa na kuchimbia na kusogezea kwenye masikio na akili yako. Till next time, mimi ni Rusamu na hii ni Anwaary Tv.